Tumekuja madaktari na wauguzi kwa idadi tuko 48 na tutakuwa kwenye halmashauri zetu nane zote za mkoa wa Kagera. Zoezi hili ni zoezi endelevu kutoka kwenye zile program zilizopita za phase 1 phase 2 na ile third phase ambayo tumelifanya, lakini huu ni mwendelezo wa kusogeza huduma kwa wananchi kama ambavyo eh, mheshimiwa Rais amekuwa akijipambanua hilo lakini tutawafikia wananchi wengi na tunawakaribisha. Tuko madaktari bingwa na wauguzi wa bobezi katika nyanja tofauti tofauti. Tuna madaktari bingwa wa kinywa na meno, tuna madaktari bingwa wa upasuaji bobezi kabisa, pamoja na magonjwa ya mkojo wakina baba, lakini tuna madaktari bingwa idara ya, ya watoto kwa maana ya pediatrician, lakini tuna madaktari bingwa kwa magonjwa ya ndani maana internal medicine lakini tuna obstetrician gynecologist kama idara ya magonjwa, magonjwa ya kina mama ama wanawake na uzazi, lakini pia tuna wauguzi bobezi kama nilivyosema, bila kusahau e, taaluma adhimu kabisa ya madaktari bingwa wa bobezi kwenye idara ya, ya, ya usingizi na ganzi salama. Kwa hiyo tutahakikisha tunawafikia wananchi katika e, e, halmashauri zetu kwa mapana yake. Kwa tunawakaribisha wananchi katika hospitali zetu za wilaya tajwa hizi nane tulizo nazo, mjitokeze kwa wingi na mfike muweze kupata huduma hii tembezi ambayo ime, imeletwa na, na, na mheshimiwa Rais kwa udhamini wake kabisa. Lakini pia kutakuwa na, na, na, na operesheni tofauti tofauti kulingana na, na magonjwa ambayo yatatambulika na zitafanyika pale pale kwenye hospitali zetu za wilaya. Zoezi hili linafikia tu hatutawafikia tu wananchi, lakini pia tunawafikia watoa wa huduma katika idara mbalimbali zilizoko katika hospitali zetu ambao nao tutawajengea uwezo, ili kupata ule mwendelezo sasa wa huduma baada ya sisi kuwa tumetoka kwenye hii mentorship, kutakuwa na mwendelezo wa zile huduma ambazo e, zitakuwa zinatolewa kupitia hawa madaktari na wauguzi ambao tunaenda kuwajengea uwezo. Kwa hiyo tunawakaribisheni sana wananchi wa Kagera, hata mikoa jirani zoezi so hili haliko tu kwenye mkoa wa Kagera kwa, kwa wiki hii, lipo pia katika mkoa wa, wa, wa Geita, lakini pia tuko katika mkoa wa Mwanza. Kwa hiyo tunategemea kanda yote hii tutaikava tuta na tutakuwa na, na nini kwa siku tano, kuanzia leo right away. Eh, madaktari wanaelekea kwenye vituo kuendelea kutoa hizi huduma bobezi na za kibingwa. Kwa hiyo karibuni sana wananchi wa Kagera. Okay. Nashukuru sana naitwa Dr. Edison Francis, daktari bingwa magonjwa ya ndani na dharura. Tumefika katika mkoa huu wa Kagera kuweka kambi ya madaktari bingwa ili tuwasogezee huduma za kibingwa na kibobezi wananchi, ili tutoe au tuondoe adha ambayo walikuwa naipata ya kufuata huduma za kibingwa na dharura na za huduma za kibingwa katika maeneo ya mbali kwao. Sisi timu hii inakwenda mpaka kwenye halmashauri za wilaya tunaweka kambi pale kwa muda wa siku tano, kwa tutegemee wananchi waje kwa wingi kupata huduma hizi za kibingwa na kibobezi ambazo walikuwa wanazikosa au kuwa anazipata kwa umbali mrefu sana. Kwa majina ya Dr. Samwel Laizer ni mganga mkuu wa mkoa wa Kagera, na kwa siku ya leo tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kuwa kama mkoa tumeweza kupokea madaktari bingwa wa Dr. Samia mentorship ambayo kwa sasa inafanyika kama awamu ya nne kwa mkoa wetu wa Kagera na jumla tumepokea madaktari bingwa lakini pia na bobezi, na pia wauguzi ambao jumla ni 48, na hao wote wamegawanyika katika makundi nane kutokana na halmashauri zetu za wilaya zilivyo, na watafanya kazi katika hospitali zetu za wilaya, ambapo sisi kama mkoa lakini pamoja na halmashauri tumekuwa tukiwatangazia wananchi uwepo wa huduma hizi za kibingwa na kibobezi katika mkoa wetu. Kwa hiyo kama mkoa tumewapokea sasa hivi asubuhi, na tayari magari kutoka halmashauri yameshafika na sasa wanaelekea katika halmashauri katika zile hospitali ambazo zimeandaliwa kwa ajili yao kuweza kuwahudumia wananchi. Kwa sasa hii ni kambi ya awamu ya nne, lakini tumeshafanya makambi matatu nyuma, na tuliweza kuhudumia wananchi ambao walipata huduma zaidi ya elfu sita lakini pia kuna wananchi 495 ambao walipatiwa huduma za upasuaji lakini pia kuna wananchi 122 ambao walipatiwa rufaa kwenda ngazi ya juu zaidi. Sasa mfanyikaji wa mpango huu hapa unasaidia kusogeza huduma za kibingwa na kibobezi kwa wananchi wetu. Kwa hiyo inawapunguzia gharama ya kuweza kupata huduma zile, wanapata huduma ambaye ni bora, lakini ambazo ni za kibingwa na kibobezi. Lakini pia kwa wale watumishi wetu ambao katika vituo vyetu vya kutolea huduma za afya, nao wanajengewa uwezo. Kwa hiyo tuna takriban zaidi ya watumishi 400 ambao wamejengewa uwezo, na ile inatusaidia waendelee kutoa huduma waendele kutoa ambaye ni bora, lakini pia kupunguza ma vifo vitokanavyo na magonjwa mbalimbali katika mkoa wetu. Kwa hiyo tumewapokea leo. Rai yangu kubwa ni kuwahimiza wananchi, ambapo natumai wangu wa mkoa pia atasema kwamba huweza kujitokeza kwa wingi, wale wote ambao wanahitaji huduma za kibingwa na kibobezi, lakini mwananchi yote ambaye anataka kufanyiwa uchunguzi anakaribishwa. Karibuni sana.